na aliwafunza nyinyi ya kutoka utokako uende mpaka katika kisiwa cha Lamu ili uweke hadhi ya kila kabila. Nawauliza nyinyi tukae na wale ambao kwamba hata majuzi wanazungumza lugha ya ukabila, ama tukae pale ambapo kwamba baba alituacha katika hii eneo la broad based? Nawauliza tena wenzangu ambao kwamba hususan, wale ambao kwamba ni wanaharakati wanachama, wale ambao kwamba hata wewe ukikata damu yao unaona damu ya orange. Lakini nawauliza, mtazamo wetu sisi kama wapwani tunajiuliza, na leo mutusikize yale ambayo kwamba tuko nayo sisi ndani ya roho. Mwaka elfu mbili na mbili, tarehe kumi na nne Oktoba Baba Raila Amolo Odinga alishika mikrofoni katika pale Uhuru Park na akasema Kibaki tosha. Baba alitufunza ya kwa si lazima yeye awe rais, lakini anajipanga baada ya mwaka elfu mbili na mbili. Mwaka elfu mbili na saba tunaenda vipi? Baba alitufunza ya kwa, kaeni na wenzenu muweke mikataba Azimio NASA yote tulifunzwa na Baba. Mimi nawauliza hapa wapwani wenzangu kwa kauli ya Baba, nawauliza hapa wapwani wenzangu kwa kauli ya Baba, Hassan Ali Joho si anatosha mwaka 2032? Nawauliza hapa wapwani, kwa kauli ya baba, tukae tuongee na William Samoei Ruto, ili na sisi tuweze kujipanga mwaka 2032. Kwa kauli ya baba, nawauliza nyinyi wapwani wenzangu, wangapi wanakubaliana na mimi ya kwa huu mwaka huu, tukae tujipange katika hii serikali tuingie Support William Samoe Ruto mnakubaliana mnakataa mnakubaliana mnakataa mimi nawaambia wenzangu I will respect your decision to speak but you need to be able to respect my decision to speak my ears will respect your words but your ears will respect my words as well Uwekeeni wazi juu ya meza hali vile ilivyo sasa hivi, hali vile ilivyo sasa hivi, kwa kauli ya Baba. Je, tuseme ruto tosha, kama alivyosema yeye kibaki tosha, ama tuende kwa wale ambao kwamba upande mwingine ni wa kabila? and I ask the others, give me an alternative